Na hizi ndizo sifa pekee za mwanamke ambaye ana uwezo wa kudumu kwenye ndoa. Sifa ya kwanza kabisa, hatumii smartphone. Hizi smartphone zimeharibu sana ndoa za watu. Mwanamke ukiona hatumii smartphone, huyu ana uwezo mkubwa sana wa kudumu kwenye ndoa, ambaye hatumii smartphone. Yani huyu kuacha ndoa yake ni kipengele. Humu kwenye simu wanawake wanafundishana matakataka, wanafundishana upumbavu. Hizi simu zimeleta visababishi vya kuvunja sana ndoa za watu. Mwanamke ambaye hatumii smartphone, huyu lazima adumu kwenye ndoa. Namba mbili, ambaye hajalala na na wanaume wengi Mabinti wengi wa sasa hivi wanaoolewa wanaoingia kwenye ndoa hawawezi kutulia kwenye ndoa kwa sababu wamewahi kutembea na wanaume wengi kabla ya kuoleka. Kwa hiyo akiingia kwenye ndoa hawezi kutulia kwa sababu alizoea kubadili saizi za maumbile ya wanaume mbalimbali, na kila mwanaume ana short time ya kwake. Kwa hiyo hawa malaya wakishaolewa ni ngumu kutulia. Mwanamke yoyote ambaye amelala na mwanaume zaidi ya mmoja, amelala na wanaume zaidi ya mmoja, ni ngumu kutulia kwenye ndoa. Hawawezi kutulia hata siku moja, kwa sababu alilala na mwanaume mwingine anatumia, eh, mwanaume mwingine anatumia kwake Ame, atalala na mwanaume mwingine atamtumia dakika ishirini, mwingine nusu saa, mwingine usiku mzima, mwingine ametumia madawa ya kujibusti, anashinda nayo usiku mzima mwingine ana maumbile makubwa amejiumua na madawa. Kwa hiyo kila aina ya umbile limepita hapo kwake. Akishaolewa kwenye ndoa, kutulia ni ngumu. Ndio utasikia wanalalamika, oh, hanifikishi kileleni, haniridhishi. Sio kwamba hakuridhishi, shida ni kwamba anataka wewe mwanaume mmoja uliyemuoa yeye, huyo mwanamke, umufanyie yale mambo ya wale wanaume kumi ambao aliwahi kulala nao kabla hajakutana haja na wewe. Mwanaume mwingine alikuwa na dakika 20 dakika 30 mwingine ameumua maumbile, mwingine usiku mzima. Sasa anataka na wewe uwe kama wale wanaume kumi tofauti tofauti. Yaani yale mambo yote ambayo alifanywa na wale wanaume kumi wewe mwanaume mmoja umfanyie. Wengine walikuwa wanamlamba, wengine wanamnyonya kwenye masikio, wengine wanampiga denda, wengine sio yamfanyaje? Sasa hayo mambo yote anataka wewe mwanaume mmoja uyafanye. Na kinakuwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa na yeye kwa kuwa alikuwa ameshazoea, alikuwa anaona raha, ataanza kutafuta hayo mambo nje ya ndoa atatoka. Au ataamua kuachana na wewe, abaki single ili aenjoy. Ni hiyo, hawa malaya wakishaoleka na waliwahi kufanya vitu kama hivyo. Sijui kulambwa, sijui kufanyaje? Oh lolo lolo. Ni ngumu kutulia hawa malaya kwenye ndoa. Wakishaoleka kutulia ni ngumu. Namba tatu, hahangaiki sana kulemba mwili wake. Mwanamke ambaye anahangaika na mwili, mara kaongeza makalio, kaongeza maziwa, kapaka sijui kajipodoa. Sijui kafanyaje? Huyu hawezi kutulia kwenye ndoa. Lakini mwanamke ambaye hahangaiki mwili wake, ameridhika na jinsi alivyoumbwa na Mungu, huyu anadumu sana kwenye ndoa. Anadumu lakini, kama mwanamke ambako kanahangaika maa, kameagiza mafuta Dubai, kame... huyu hawezi. Kwanza huyu anahangaika mwili, anahangaika kulemba mwili wake kwa sababu tu ya umalaya. Mwanamke anahangaika na mwili kuliko maisha <laughs> yani yeye ahangaiki kuhusu kutengeneza maisha yake, kutengeneza nini, ila linahangaika na mwili tu. Hili ni malaya, haliwezi kudumu kwenye ndoa. Namba nne, ana marafiki wachache. Mwanamke ambaye ana marafiki wengi ni mwanamke hatari sana, lakini mwanamke ambaye ana uwezo wa kudumu kwenye ndoa ni mwanamke ambaye ana marafiki wachache, kwa sababu marafiki wanapotosha sana. Lakini mwanamke ambaye ana marafiki wengi ah, ni hatari <laughs> Namba tano, ana marafiki wanaoendana na yeye, na hao marafiki zake hawafanyi umalaya, wametulia na wanaziheshimu ndoa zao. Yaani ana marafiki ambao wanaendana na yeye. Jinsi wewe unavyoyaishi maisha yako ndo jinsi na marafiki zako wapo kama wewe. Lakini ukiona mwanamke ana marafiki wengi alafu marafiki ambao yuko nao ni malaya ni wahuni, lazima na yeye awe malaya, kwa sababu utamwambia wewe, hebu mchiti hata mara moja, eh, test hata mara moja, na wewe upate. Ona, mimi nimelala nime na yule kule, japokuwa nimeolewa, nimemchiti mume wangu, nimepata laki moja, mchiti na wewe mmeo. Wanawake wanashaushiana ujinga sana. Kwa hiyo ukiona mke wako ana ukaribu na malaya, ana ukaribu na wahuni, ana ukaribu na wanawake ambao ni wahuni wahuni, lazima na yeye awe malaya. Namba sita, halingi na uzuri alionao. Ukiona mwanamke anasema ujui mimi ni mzuri, wapo wanaume wengi wanamsaka, sema mzuri. Mzuri. Na <laughs> nakuvumilia tu kwenye ndoa. Namba saba, na marafiki wengi alionao ni marafiki ambao wapo kwenye ndoa zao na ni waaminifu kwenye ndoa. Hao wanawake wenzake ambao yuko nao ni marafiki ambao wapo kwenye ndoa na ni waaminifu kwenye ndoa. Hawafanyi usaliti. Huyo ni rahisi sana kudumu kwenye ndoa. Marafiki wanapotosha sana, wanapotosha wanawake wenzao. Namba nane, hatumii muda mwingi kuwa na marafiki. Bali anatumia muda mwingi kufanya kazi au kuwa bize na mambo mengine au kumwabudu Mungu. Namba tisa, hatafuti pesa sana. Mwanamke ambaye anatafuta pesa sana, ni rahisi sana kuwa singomazi. Namba kumi, hajasoma sana. Ni rahisi sana mwanamke ambaye hajasoma sana kudumu kwenye ndoa. Ambaye amesoma sana, ni vigumu kudumu kwenye ndoa au ambaye anatafuta hela sana ni vigumu kudumu kwenye ndoa. Namba kumi na moja, ana siri za ndoa yake. Mwanamke ambaye anatunza siri za ndoa yake ni rahisi sana kudumu kwenye ndoa, lakini ambaye anatapanya, wataanza kumkosoa, hatimaye atatoka. Namba kumi na mbili, hasikilizi mashauri ya watu kuhusu ndoa yake. Mwanamke ambaye anasikiliza watu wa nje, ndoa yake imeshikwa na marafiki, imeshikwa na ndugu, imeshikwa na mama, kila kinachoendelea kwenye ndoa marafiki wanajua, ndugu wanajua, huyu ni rahisi kutoka kwenye ndoa. Lakini ambaye anatunza siri ni rahisi kudumu kwenye ndoa. Namba 13 ni mcha Mungu, anamheshimu Mungu. Mwanamke ambaye haendi kanisani amheshimu Mungu, anavaa nusu uchi maziwa ovyo mapaja ovyo. <laughs> Ni vigumu kudumu kwenye ndoa. Lakini ambaye anamheshimu Mungu, anajistiri, anavaa vizuri. Huyu ni rahisi sana kudumu kwenye ndoa. Namba 14 ni mtu wa kuimba tenzi na kusoma Biblia. Wewe wa kwako lini umemkuta yuko anasoma tenzi, anaimba tenzi au anasoma Biblia? Ni kamdomo tu. <laughs> Namba 15 ni mtu wa maombi. Anaombea ndoa yake, uchumi na afya. Na anamuombea mume wake. Lini umemkuta huyo mwanamke ambaye umemwoa na anakuombea au anasoma Biblia au yupo kwenye maombi? Ni mdomo mwanamke. Ambaye huyu yuko na hizi tabia, ni rahisi sana kudumu kwenye ndoa.